Papa Francis alikuwa ni Papa wa 266 akiwa ni kiongozi wa kwanza wa Kanisa Katoliki duniani kushika nafasi hiyo akiwa mzaliwa kutoka Bara la Amerika Kusini, na amekuwa akitajwa kama mtu aliyewatetea maskini kwa nguvu zake zote. Papa wa 265 alikuwa ni Papa Benedikti wa 16 ambaye ni mzaliwa wa Ujerumani na alifikwa na umauti Disemba 31 ya mwaka 2022 akiwa na miaka 95, na mazishi yake yaliongozwa na Papa Francis. Papa John Paul wa pili ye amehudumu kwa miaka 26 na siku 168, na alikuwa papa wa kwanza ambaye si raia wa Italia baada ya muda mrefu, na anakumbukwa kutembelea pia Tanzania. Alishika wadhifa huo akiwa na umri mdogo zaidi akiwa na miaka hamsini na minane na hivyo akawa Papa wa 264 kiongozi wa 263 wa kanisa Katoliki duniani. Yeye aliongoza kwa siku 33 pekee kabla ya kufariki dunia, hivyo kuwa papa aliyehudumu kwa kipindi kifupi zaidi. Alizaliwa Oktoba 17 ya mwaka 1978 Papa po wa sita ye alikuwa ni papa wa 262 akiwa ni mzaliwa wa Italia. Papa Po wa sita ye alizaliwa Septemba 26 mwaka 1897. Papa John wa 23 alikuwa kiongozi wa kanisa Katoliki wa 261 akiwa amezaliwa Novemba 25 ya mwaka 1881 nchini Italia, na jina lake alilopewa alikuwa ni Angelo Giuseppe Lonkali, na anakumbukwa kwa kuwa mstari wa mbele kupambania kusaka amani ya dunia. Papa Pius wa 12, yeye anakumbukwa kwa juhudi zake za kuingia katika kusaka amani wakati wa vita vya pili vya dunia alizaliwa Machi pili ya mwaka 1876 nchini Italia. Papa Pius wa 11, yeye alizaliwa Mei 31 mwaka 1857 na, na alipofika Februari 6 ya mwaka 1922 alichaguliwa kuwa papa. Papa Benedikti wa kumi na tano anakumbukawa zaidi kwa kuingilia kati kumalizwa kwa vita vya kwanza vya dunia akiwa madarakani ambapo aliongoza kwa miaka saba na siku mia moja arobaini na moja. Papa Pius wa kumi ye alichukua wadhifa huo kuanzia Agasti nne ya mwaka elfu moja mia tisa na tatu hadi Agasti ishirini ya mwaka elfu moja mia tisa kumi na nne ikiwa ni sawa na uongozi wake wa miaka kumi na moja na siku kumi na sita.